Sasa kama yuko nje ya nchi ana anawezaje kufanyiwa hicho unachokisema nyumbani kwake? Unajua kuna vitu vingine lazima tufikiri wote kwa pamoja, ndio ni kuulize we na mimi tuulizane. Jeshi la Polisi Tanzania limetoa taarifa kwa umma kuhusiana na taarifa ambazo zinazidi kusambaa mtandaoni kwamba Humphrey Polepole ametekwa na ameonekana na mmoja kati ya mtu ambaye amejitambulisha kuwa ni mdogo wake akitoa taarifa kuwa Humphrey Polepole ametekwa na huku akionyesha baadhi ya video ambazo anasema kwamba zimetoka katika sehemu ambapo alikuwa akiishi Humphrey Polepole, na polisi wao wa anasema jeshi la polisi lingependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole alipoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Ndugu Humphrey Polepole alitumio barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi, alipoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuhuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii lakini hadi leo hajatekeleza maelezo hayo. A, kwa mujibu wa sheria, jeshi la polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanyia kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Hii ni taarifa kutoka jeshi la polisi a, Tanzania. Sasa maswali ni mengi sana, watu wanajiuliza pana ukweli gani? Kila mtu ana posti na kucomment kila ambacho anakiona yeye ni sahihi, lakini aa, kwa mujibu wa sheria tunasubiria tu e, jeshi la polisi pengine litakuwa na taarifa e, nyingine. Na mmoja kati ya waandishi wa habari alikuwa anajaribu kumpigia kamanda aa, kujua ni e, kuna ukweli gani lakini pia umebaini nini juu ya taarifa hii. Ni sauti fupi tu kutoka kwa kamanda. Hebu sikiliza kidogo. Mara kadhaa amekuwa akisema yuko wapi, kama umekuwa akifuatilia. Sasa kama yuko nje ya nchi, ana- anawezaje kufanyiwa hicho unachokisema nyumbani? Kwake unajua kuna vitu vingine lazima tufikiri wote kwa pamoja. Ndio nikuulize we na mimi tuulizane sasa, kamanda, kwa sababu tumezungumza na ndugu zake wakathibitisha, na wameenda kuripoti kituo cha polisi Mbweni, tukasema ni vyema tuzungumze na jeshi. Kwa hiyo wanataka polisi kutueleza kwamba amerudi lini, kwa mujibu wa yeye mwezi uliopita. Na kweli unathibitisha lirudi? Ah, mimi siwezi kuthibitisha, ila ndugu wametueleza kwamba walionana naye mwezi uliopita. E, labda kwa kifupi sana, kwa kifupi sana. Naam. E, taarifa hiyo kama unavyofuatilia wewe na mimi, naifuatilia kutaka kujua ni nini.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 Si Edo fundi pikipiki, usalama kwanza.